kifo cha Milton Obote na maneno yake ya mwisho simulizi ya kipekee Milton Obote mmoja wa wanasiasa wenye ushawishi mkubwa katika historia ya Uganda alifariki katika mji wa Johannesburg Afrika Kusini katika hospitali ya Garden City baada ya kusumbuliwa kwa muda mrefu na matatizo ya kiafya hasa kuungana kwa changamoto za moyo na figo hadi siku yake ya mwisho Obote aliendelea kuwa mtu mwenye msimamo mwenye imani katika mchango wake kwa taifa na mwenye maono makubwa kuhusu mustakabali wa Uganda, lakini safari yake ya mwisho ilikuwa ya utulivu, ikijaa tafakari, kumbukumbu na maneno ya hekima aliyoelekeza kwa familia yake. Katika siku zilizotangulia kifo chake, Obote alikuwa akitibiwa kwa uchunguzi na uangalizi wa karibu. Madaktari walikuwa wakimhakikishia familia yake kuwa wanafanya kila wawezalo kudhibiti hali yake, lakini ukweli ulikuwa kwamba mwili wake ulikuwa ukiishiwa nguvu polepole pole. Alikuwa amezeeka amechoka na safari za maisha yake zilikuwa zimejaa maumivu ya kisiasa vifungo, mapinduzi, uhamisho na vita vya madaraka ambavyo vilimtenganisha na nchi aliyounda mara mbili kama rais. Katika siku za mwisho, Obote hakuwa mtu mwenye nguvu kama alivyozoeleka. Alikuwa mpole, mwenye fikra za kina, na mara nyingi alikuwa akikaa kimya, akitazama dirisha la hospitali, kana kwamba alikuwa akitazama mbali zaidi ya upeo wa macho. Wale waliokuwa karibu naye walisema kuwa mara nyingi alikuwa akisisitiza juu ya umuhimu wa amani, umoja na maendeleo ya Uganda, maneno aliyoyarudia mara nyingi katika maisha yake ya kisiasa. Familia yake, hasa mke wake Miria Obote, ilikuwa karibu naye wakati wote. Miria ndiye aliyekuwa nguzo yake ya nguvu, mtu aliyembeba katika misukosuko yote, kuanzia mapinduzi ya kijeshi ya mwaka 1971 yaliyomwondoa madarakani kwa nguvu hadi miaka ya uhamisho nchini Zambia. Katika chumba chake cha hospitali, Miria alikaa karibu na mumewe, akimshika mkono kwa upole wakati wote. Siku moja kabla ya kufariki, Obote alipata mazungumzo marefu na familia yake. Sauti yake ilikuwa dhaifu lakini bado ilikuwa na uzito ule ule wa mwanasiasa aliyewahi kutawala akiwa na nguvu kubwa. Alizungumzia safari yake, alikumbuka makosa na mafanikio na akawaambia wale waliomzunguka kuwa hauna mwanadamu mkamilifu duniani. Alisema kila kiongozi hupimwa kwa uzito wa nia yake, siyo kwa makosa yake pekee. Haya yalikuwa maneno ya mtu aliyekuwa katika kutathmini maisha yake yote. Katika mazungumzo hayo, alionyesha pia kutamani kuona Uganda yenye umoja. Alisisitiza kuwa siasa bila amani hujenga chuki na chuki huzaa mateso yasiyoisha. Hii ilikuwa kauli ambayo alisisitiza sana wakati huu, si kama rais, bali kama baba na mzee mwenye hekima anayeelekea mwisho wa safari yake. Mara kadhaa aliwatazama wanawe na kusema kuwa anataka waishi maisha yaliyo huru kutokana na mizigo ya kisiasa. Alitaka wajikite kwenye maendeleo na kutumikia jamii kwa njia zao wenyewe bila kulazimishwa kutembea katika kivuli chake. Siku ya mwisho ya maisha yake ilianza taratibu. Asubuhi yote alionekana amechoka zaidi ya kawaida. Madaktari walijaribu kila wawezalo, lakini mwili wake haukuwa ukijibu vizuri. Familia yake ilikusanyika tena kando ya kitanda chake. Chumba kilikuwa kimya isipokuwa sauti nyororo za mashine za hospitali na dua za chini chini kutoka kwa wale waliompenda. Katika muda wa mchana, Obote alipata nafuu ya muda mfupi ambayo mara nyingi hutokea kwa wagonjwa walio katika hatua za mwisho. Alifumbua macho yake, akawaangalia wanafamilia wake mmoja baada ya mwingine, kama mtu anayehakikisha anayaona tena maisha yake kupitia sura zao. Alimkazia macho mkewe na akasema maneno yaliyojawa mapenzi na shukrani alimpa shukrani kwa kusimama naye katika safari yote, katika nyakati za nguvu na nyakati za udhaifu. Watu waliohudhuria waliamini kuwa hayo ndiyo yalikuwa maneno yake ya mwisho ya wazi kabisa, kauli rahisi lakini yenye uzito, akisema kwa sauti dhaifu, asanteni kwa kunipenda na kunivumilia katika kila hatua, msimwache Uganda ipotee. Hii ilikuwa kauli ya mwisho aliyotoa akiwa na ufahamu kamili. Baada ya hapo, alifunga macho tena na usingizi mrefu ukamwingia. Dakika zilipita na pumzi zake zikawa hafifu zaidi. Hatimaye jioni iliingia na mwili wake ulianza kulegea taratibu, huku familia ikiwa bado imeshika mikono yake wakati moyo wake uliposimama. Chumba kikilijaa majonzi, lakini pia ukimya wa heshima kwa maisha ambayo yalikuwa yameacha alama kubwa katika historia ya Uganda. Kifo chake kilitangazwa rasmi usiku huo na taarifa hizo zilienea haraka kote Afrika Mashariki. Viongozi wa Afrika walitoa salamu za rambirambi wakimtaja kama mmoja wa wazee wa siasa barani. Wafuasi wake walimkumbuka kama kiongozi aliyeamini katika uhuru wa kitaifa, wakati wakosoaji wake waliona urithi wake kama mchanganyiko wa mafanikio na changamoto. Lakini bila kujali mtazamo, ukweli ulisalia kuwa Obote alikuwa mhimili muhimu katika historia ya Uganda. Mwili wake ulirejeshwa nyumbani kwa maziko ya kitaifa na maelfu walitokeza kumzika. Hotuba nyingi zilitolewa lakini maneno yaliyosikika sana ni yale aliyoyaacha kwa familia yake: mwito wa umoja, amani na kutokuegemea katika chuki za kisiasa. Hayo ndiyo yaliyobaki kama urithi wake wa mwisho, ujumbe ambao watu wengi waliona kama mwanga wa mwisho kutoka kwa mtu ambaye maisha yake yalikuwa mfululizo wa mapambano ya kisiasa. Katika kumbukumbu za mwisho, familia yake ilisema kuwa alikufa akiwa mtulivu, bila maumivu makali na bila hofu. Alifunga safari yake kama mwanasiasa aliyepitia mengi, lakini zaidi kama baba na mume. Na kwa maneno yale ya mwisho, aliondoka duniani akiwa na matumaini kwamba siku moja Uganda ambayo alipigania kwa miaka mingi ingefikia umoja wa kudumu. Hivyo, ndivyo safari ya mwisho ya Milton Obote ilivyofika mwisho kwa utulivu, kwa heshima na kwa maneno ya kutia moyo yaliyotoka kwa mtu ambaye licha ya makosa yake alitaka kuona nchi yake ikiendelea mbele.